Chadema ni chama cha siasa mama. Na Chadema bila lisu, sijui, kwa sababu siwezi siwezi kuwa mpiga ramli. Mimi sio mpiga ramli. Mimi sio mpiga ramli. Lakini nachosema na nasisitiza, Chadema ni chama kiliko juu ya kila mmoja wetu. Hatujaruhusu mtu yeyote kuwa mfalme wa Chadema ama kuwa kwamba bila yeye Chadema haipo. Hatujawahi kujenga umashuhuri wa mtu mmoja ndani ya chama hiki. Wamepita watu wengi mashuhuri. Hata mimi kama mwenyekiti wa chama hiki, sikuaga mtu kusema najijenga mimi peke yangu. Rais wote nigombea mimi, nimewaachia wenzangu, wamegombea nafasi za urais, wamegombea nafasi mbalimbali, wala sina shida, i'm comfortable. Sasa kama kuna yeyote ambaye ana ndoto kwamba bila mimi chama hiki kinakufa, atakuwa shocked hata kuwa shock. Mimi na imani tumejifunza mengi sana kwenye mnyukano huu, tuna mengi ya kujifunza. Na katika kujifunza haya mengi ambayo yameibuka, Florence, ni imani yangu tumepata fursa ya kukinoa, kukipanga vema zaidi chama chetu huko tuendako. Mapungufu gani tumeyaona kwa mnyukano huu, yanatuongezea Uh, anatuongezea hoja za mambo ya kuyafanyia kazi. Utakuwa mjinga tu usipoweza kusoma hisia za watu na jamii. Makundi mbalimbali yametoa mbali hoja. Ok, kama unataka mabadiliko ya katiba, mimi sikatai mabadiliko yote ya katiba, wala hakuna chochote ambacho nasema hapa. Ni mali ya Mbowe? hiki ni mali ya wanachama. Wanachama wanataka ukomo wa uongozi, ok, wapendekeze kama wanafikiri wao kwao ni hivyo hivyo, itakwenda kwenye mchakato wa kawaida wa chama. Ikishakubalika, tuna kazi kubwa ya, ya kupambana mbele kuliko kubishana kuhusu katiba ambayo wanachama wakikubali wanaibadilisha tu.